Madaktari oye. oye. madaktari safi. Safi. Madaktari bingwa, je, wahudumu wote, ongereni sana, ongereni sana kwa kazi. Ni wapongeze madaktari bingwa kwa kuteuliwa kuja kutoa huduma hii ya kibingwa katika hospitali yetu ya Tumaini iliyoko Hanang' kwa dhati kabisa. Uh, kwa niaba ya wananchi wa Hanang' mmehudumia wa wagonjwa mia tisa kumi na nane ninawashukuru sana, na inawezekana pia kuna wengine wametokea halmashauri zingine, hatuwezi jua, lakini wameona wa kwenye vyombo vya habari, tumetangaza kwenye magrupu yetu ya kijamii, naamini mnaweza mkao mmepata pia watu kutoka halmashauri zingine. Kazi mnayoifanya pamoja na, ni kazi ambayo mmeajiriwa nayo, lakini mnafanya kazi ya kimungu sana ya kusave maisha ya watu maswala yote ambayo mtakuwa mmeyatoa ya kidaktari sasa, ya kitabibu. Ninaomba sasa watu ambao mtakuwa mmebakia hapa ambao mnafanya kazi ya hospitali ya Tumaini na hospitali na vituo vya afya ambao mmehudhuria hapa, basi muende mkafanyie kazi ushauri ambao mtakuwa mme mmepewa kitaalamu. Mpango wa Mama Samia, specialized program, ni mpango mahususi ulioanzishwa na wenye mafanikio makubwa na wenye tija kubwa kwa wananchi wetu yote na uhakika, sisi wote ni mashahidi. Hakika serikali kupitia mpango huu imekuwa chachu kubwa ya mageuzi ya ubora wa utoaji wa huduma za afya nchini katika eneo letu la wilaya Hanang kupitia wizara ya afya kuanzia tarehe mbili mpaka saba 2025 jumla ya wagonjwa tuliwaona walikuwa jumla yao 918. Waliolazwa walikuwa 106 na upasuaji waliofanyiwa upasuaji walikuwa 19. Maana yake kuna wengine walioonwa kama wagonjwa nje hawakulazwa wakaenda nyumbani, bali na huduma bora zilizotolewa katika kipindi tajwa. Mafanikio mengineo ni pamoja na kujengea uwezo, yani mentorship eh, wa zaidi ya watumishi 50 wakiwemo madaktari, wauguzi na watoa dawa za usingizi. Sambamba na shukrani kwa Mheshimiwa Rais, tunatoa pongezi, shukrani zetu kwa mkuu wa mkoa wa Manyara Mheshimiwa Queen Sendiga na timu yake yote ya mkoa wa Manyara mganga mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya Hanang' hana na mkurugenzi wa halmashauri kwa ujumla kwa kuweza kufanya mpangilio na kuorganize zoezi hili kufanikiwa kwa muda tuliokuwepo hapa. Tunapenda pia kutoa shukrani zetu kwa mganga mfawizi wa hospitali na watumishi wote kwa ukarib kwa ukaribisho wao ukarimu, ushirikiano mkubwa mliotupatia katika kipindi hichi. Wananchi wetu wameweza kupata huduma za kibingwa kwa, kwa gharama nafuu na kwa karibu pia, kwa sababu tulikuwa tunategemea watu wengi sasa hivi wanaenda Makiungu wanaenda Haydom mkoa, lakini bahati nzuri hii ni mara ya tatu sasa hivi tunapata huduma hizi za kibingwa kwenye eneo letu, kwa mafanikio makubwa. Wagonjwa mia tisa kumi na nane sio wachache, tunaamini wamepata huduma nzuri. Sisi kama watumishi tumepata attachment. Attachment hiyo imetufanya kupata update. Sisi kwa bahati mbaya sana madaktari au watumishi wa afya haiko kwamba ukijua umejua. Kwa mfano mimi najua kuendesha basikeli, nimejifunza miaka ya nyuma sana, hata nikija kupewa kesho hapa nitaendesha tu, lakini kwenye afya za watu tunahitaji tuwe tunapata updates. Na mimi tumepata updates za msingi sana. Kwa hiyo sisi kama watumishi wa afya nafikiri yale mazuri yote tulioyapata tuendelee kuya practice tunaamini atakuwa yana tija sana kwa wananchi kwa sababu tutakuwa tunatoa huduma bora.